Dube ameumia hamstring, nyama za paja za nyuma kwenye mguu wake wa kushoto na daktari ametuambia tuweze kujua ukubwa wa jeraha lake. Kwanza kashatoka, bado shatoka, alikuwa anachemea, atembea sawa sawa, kwa mbali sana. Sawa, kwa hiyo daktari ametuambia kesho atakwenda kumfanyia vipimo vya MRI ambavyo vitatuonyesha sasa ukubwa wa jeraha lenyewe, kama ni kubwa sana ambalo litakuwa linamweka nje kwa muda mrefu, au ni dogo ambao atarudi ndani ya muda mfupi. Lakini ameumia nyama za nyuma ya paja kwenye mguu wake wa kushoto. Ilikuwa anafanya attempt ya kufunga akaruka juu, kwenye kutua hivi akatua vibaya, kwa hiyo akapata hiyo injury. Kwa hiyo tumwombee, Mwenyezi Mungu ajalie heri, apone haraka, aendelee na shughuli zake mizikubi.